Wa imani. Ukiri wa imani ni tamko lako, ni kuambia ulimwengu, kumwambia yule na kumwambia yule, kutangaza kile unachoamini. Kwa hiyo ukiri wa imani sio sala. Kwa hiyo kuna mwingine na mwamini Mungu Baba Mwenyezi amefumba macho. Ukiri wa imani hatufumbi macho, kodoa kabisa, unasema Unauambia ulimwengu mimi ninaamini hiki, unatangaza imani yako una, unaikiri hiyo. Kwa hiyo hausali, kwa hiyo huhitaji kufumba macho. Fumbua macho, sema. Lakini sambamba na hilo, naona wengi wetu hata kwenye mtandao kule, wengine wanasema usharika wa watakatifu, wengine wanasema ushirika wa watakatifu hii ni ushirika wa watakatifu, sio usharika wa watakatifu na mwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Inaendelea kwa Yesu Kristo, inakuja kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio mwanzo wa kanisa. Tunakuja kuongelea sasa, eh, ule ushirika, sio usharika. Ni communion of saints, ni, communion of saints ni ushirika wa watakatifu, kwa hiyo kanisa alafu na ushirika wa watakatifu na sio usharika. kwa tutaendelea kukumbushana, najua wengine wamezoea sana usharika wa watakatifu. Kwa ni, ni ushirika. ili jingine, nilishawahi kumbusha humu ndani wakati wa kupokea baraka, wakati wa kupokea baraka, wengine naona wananyosha mikono hivi juu, wanafanya hivi sasa, najua watu wanapita huku na huku, utandawazi huu, na watu wengine wameenda sijui Israeli, lakini wengine wametokea kwenye imani zingine hivi. Sisi hatufanyi hicho kitu, tulia pokea baraka. Bwana akubarikie na kukulinda, amen bwana, amen. Hiyo sio ya kwetu, hiyo sio ya kwetu. Tuna, tuna, tumekopi tumekopi tumekopi, sijui imetoka wapi lakini wapo ambao walitembea tembea kuna huku wakaenda Israeli, sijui wakarudi, wamerudi wengine wamechukua, sijui walikotoka huko kwenye imani zingine, unakuja unaleta. Lakini sisi unatulia unapopokea baraka, yaani baraka hazipenyi kwenye mikono yako huko, alafu na kwamba baraka amen, zinakuja zinapenya zinaingia. Sasa mwingine anaona baraka zinajaa hapa kwanza, mchungaji akishasema sasa amen, ile hizi baraka ili ili zisipeperuke, anaamua kuzishindilia usoni kabisa. Wa sasa haya, haya siyo ya kwetu. Unapobarikiwa, amen mwishoni na iwe hivyo basi, baraka zinakuwa juu yako. Kwa hiyo ninakumbusha tena hilo kwa mara nyingine, hatufanyi hivi alafu, tukazileta kama sasa, tuzigandamizie sijui, ziingie kwenye paji, ziende wapi, zishuke. Atwende hivyo, atwende hivyo. We tulia, pokea baraka zako. Pongezi kwa vijana.